Akizungumza baada ya kikao na wafanyabiashara wa soko la Dina mjini Webuye, Orita alihimiza wahudumu wa bodaboda wanaofanya kazi usiku kuwa makini na kufanya kazi kwa ushirikiano na maafisa wa usalama kwa ajili ya usalama wao na jamii kwa ujumla, akiongeza kwa doria zitaendelea kuimarishwa katika maeneo mbalimbali ya eneo hilo. Kwa wale wafanyabiashara ya bodaboda wale ambao wanafanya bodaboda hapa mchana na usiku tafadhali mshirikiane na sisi katika usalama especially usiku, mkuwe na orodha ya wale ambao wanaoperate usiku na mkuwe na mpangilio mzuri, ndio tujue ni nani ako na anafanya nini kwa wakati gani, kwa sababu ukiwa na issue tutachukua hatua na tunaweza sema hata msikae usiku, ili tupigane na wale ambao ni wabaya. lakini kabla tufike hapo nyinyi mjiweke sawa na mtusaidie kwa sababu sitaki kusikia kwamba mko hapo kwa round about, alafu duka hapa linavunjwa, alafu tusichukulie ni nyinyi, kwa sababu utakuwa unafanya nini hapo na mtu anavunja duka hapa na haujui. Kauli hiyo imeungwa mkono na naibu chifu wa kata ndogo ya Township, Pius Watima, ambaye alisisitiza kwa suala la usalama linahitaji ushirikiano wa wadau wote wakiwemo wafanyabiashara kwa eneo hilo sehemu yetu ya security tutafanya kazi zetu vile zinahitajika, tuone kwamba usalama unapatikana. Nakumbuka soko hii ilikuwa na nguvu wakati wa corona, wakati mali pengine walikuwa wamefunga hapa, palikuwa palikuwa active. Hata wakati tunatembelea wa mama, baada ya kuwafukuza tunawapombeleza kidogo, tunaenda tukirudi, kwa sababu walikuwa wanasema soko haiwezi kuwa na mnakumbuka ya town hii kufanya kazi wakati ule lakini ya Dina ili survive na ikakuwa na nafasi ya kupanuka. So soko ya Dina ni kubwa sana Saa hizi ukitaka vyakula fresh kama ni matunda, mboga, unakuja Dina. Afisa huyo wa usalama aliwashukuru pia wafanyabiashara wa soko la Dina kwa kuendelea kushirikiana na vyombo vya usalama, hatua aliyoisema imesaidia kusaidia kwa kiasi kikubwa kupunguza viwango vya uhalifu katika eneo hilo na eneo lote la Matisi na Webuye West liko salama. E, I'm proud to report that saizi tuna visa vichache sana i area. Kwa sababu tumefanya juhudi kuhakikisha kwamba mali yenu na biashara zenu ziko salama, so tuendelee kushirikiana. kama iko jambo tunashirikiana pamoja na uongozi wa soko chini ya chairman Abel na mambo yanasuluhishwa. Kwa sasa maafisa wa usalama wanasema wataendelea kufanya operesheni na doria za mara kwa mara huku wakitoa wito kwa wananchi wote kuimarisha ushirikiano na kutoa taarifa za mapema ili kuhakikisha Webuye inaendelea kuwa eneo salama la biashara na shughuli za kila siku. Nikiripotia mtazamo wa dira kutoka katika kaunti ya Bungoma, jina langu ni Florence Simiu.